alaihi wasalam wa kutoka kwa Mtume warehmaa menyeziuzweji wake aal amesema: man hafidha, mwenye kuhifadhi ala salati salatano, basi mtu huyu anasema eh, anatoa mambo matano. Jambo la kwanza, bwana Mtume Muhamadi s Anasema mtu huyu yarfau anhu, anaondoshewa mtu huyu dhiki la aishi dhiki ya maisha. Kuwa ukiswali swala tano kikamilifu, basi Mwenyezi Mungu anakuondeshea dhiki ya maisha, inakuwa wewe kutabika katika maisha inakuwa niko lakini. Jambo la piga akasema, wa adhaba lqabri na anaoshewa adhabu za kaburi, kama kuaoj kiuno chake kwa mkono wa kulia, kama anavyosema Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an, wa amma man uti ya, wa amma mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Wa amma man uti ya kitabahu bi yaminihi, na amma yeye ambaye mwenye kupewa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, basi mtu huyo atakuwa kupewa hisabu ile kwa mtesi kwa Kiyama. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao, lakini jambo ya nne, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa yamuru ala sirati kalbarqi, atapitishwa atapitishwa katika e, sirati mustaqima kama umeme. Kwa wewe ukiswali sala tano vizuri, kinyenyekevu na kwa wakati, basi siku ya Kiyama e, itapita katika ile sirati mustaqima kama vile umeme seawafu lijannatakali hisabu, ataigizwa mtu huu peponi bila hisabu. Kwahiyo mambo hayo utayapata kama wewe utakuwa unashikamana una, una na swala vizuri unaswali eh, swala kwa wakati wake na kwa unyenyekevu. Mwenyezi Mungu atujarie tuwe miongoni na watu ambao wanaswali swala kwa unyenyekevu.